ya huduma ya Mwenyezi Mungu. Aha. kuna watu ambao walipokea, Yes. na watu ambao walipokea wanajua ni kwa nini, kwa sababu mtu wa ndani unapompokea, anakuongoza kutu mambo yaliyo mazuri, atakuongoza kutenda mambo yaliyo mema. Na katika hiyo hali ya kupokea tena kuna kusikia. Ndio sababu unasikia Paulo, akisema akiambia Agripa, siku moja nilikuwa nikienda Damasiko, na nuru ipitayo mwangaza wa jua ikanimulika, nami nikaanguka chini, na nilipoanguka chini, nilisikia sauti ikisema lakini yeah. Haujasikia sauti yeah. Watu ambao wamesikia sauti yeah. Neno linasema yeah. Mwendelee kungoja na kutubu yeah. yeah. Watu wa unataka kushindana kwa kuongea yeah. Wengine mnashindana kwa sababu ya madaraka na mamlaka yeah. Madaraka haya ume. Waza ni kuambia madaraka yenye inaenda kaburini. Kesho ni hiyo kaburi, Mama Region wa Chairod atazikwa tarehe nane kufika saa nane kamili ama saa tisa hivi, mambo yake yatakuwa yameenda. Hiyo inamaanisha madaraka ya ofisi ya Mama Region wa Chairod yatakuwa yameisha ha -ha. Na haleluya. Ha -ha. katika hali ya utumishi unaposimama mbele ya watu usikanyage watu, muguze watu kiroho, muweze watoto wa Yesu, muwaweke kwa Yesu. Mama, muache vitina na uchochezi. Mama Rijoni ambao muko na vitina na uchochezi, muache, mulee hawa wasichana, muwalete kwa neno, kwa sababu kesho hautakuweko, nao watakuweko.